Basi watu wa Mungu, tufungue kwa sala ili tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya uaminifu wako mkuu, ambao e Bwana, umeendelea kujifunua maishani mwetu. Tunaomba msamaha kila maeneo ambayo tumekukosea kila maeneo ambayo tumetenda dhambi, tunaomba huruma ya Mungu itutakase ili tuweze kuwa safi sawasawa na mapenzi yako. Tunaomba Roho Mtakatifu tusaidie, tuendelee kuimarishwa na kufanywa upya na tuendelee kuwa hodari katika neno lako, ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane sasa, tuanze rasmi usomaji sura ya ishirini na tisa mwenye kurehemu atamkopesha jirani yake, naye mwenye kumfisisha mwenzake uzishika amri. Umkopeshe jirani yako alipo ana haja, pia umlipe jirani yako muhula ukiwadia. Thibitisha neno lako na uwe mwaminifu kwake, nawe na utapata mahitaji yako kila wakati. Kuna wengi walioona ukopi kuwa ni pato la bahati, wakawasumbua sana waliowasaidia. Hata apokee huyo, atabusu mikono na kuinyenyekesha kauli yake kwa ajili ya fedha za mwenzake. La wakati wa kulipa, ataongeza siku na kusikitika na kulalamikia majirani. Yule akidiriki atapata nusu tu kwa shida. Atahesabu ni bahati yake. La sivyo, amenyimwa fedha zake pia na kupata adui bure. Naye huyo kulipa atalipa kwa laana na ufidhuli. Atamrudishia mzaha badala ya heshima. Hivyo wengi wamegeuka upande, si kwa sababu ya ubahili ila hawataki kuhadaiwa bure walakini. Lakini kwa habari ya mtu maskini, awe mvumilivu na kumwongezea siku kwa huruma. Umsaidia masikini kwa ajili ya amri, na kadiri ulivyo ukata wake usimfukuze mikono mitupu. Poteza fedha zako kwa ajili ya ndugu yako na rafiki yako zisiharibike kwa kutu chini ya jiwe. Toa hazina yako sawasawa na amri zake aliye juu, itakufaidia kuliko dhahabu. Ujiwekee sadaka katika hazina yako, itakuokoa katika kila taabu. Itakupigania juu ya yule adui kuliko ngao kubwa na mkuki wenye nguvu. Mtu aliyemwema atamdhamini mwenzake, wala huyo hatamkimbia, isipokuwa amepotewa na haya. Wala usisahau fadhili zake mdhamini wako ambaye amekutolea maisha yake. Mkosefu aweza kuiharibu hali njema ya mdhamini wake, na mwenye nia mbovu atamfilisisha yeye aliyemokoa. Kweli udhamini umewapoteza wengi waliofanikiwa, na kuwatikisa kama wimbi la bahari. Naam, kuna matajiri waliofukuzwa nyumbani na kutangatanga katika nchi za kigeni. Basi mkosaji akitumbukia udhamini kwa, ku... kwa kutadariki mikataba ya kazi, ataanguka ukomoni. Hivyo umsaidie jirani yako kadiri uwezavyo, walakini ujiangalie nafsi yako usije ukaangamia katika maisha ya mwanadamu. Neno kubwa ni maji na chakula na nguo na nyumba ya kujifichia humo. Afadhali maisha ya maskini katika kibanda cha miti kuliko kula anasa katika nyumba ya mwingine kwamba una kidogo au kwamba una wingi, uwe radhi, maana ni maisha ya taabu kwenda toka nyumba hata nyumba. Ukaapo na uu mgeni, wewe utothubutu kufungua kinywa chako, utaandika utaandika meza na kupitisha vileo na kukosa shukurani. Pamoja na hayo, utasikia maneno mengi ya uchungu. Njoo hapa mgeni, andika meza, kuna kitu mkononi nilishe nacho. Ondoka mgeni, kutoka kwa heshima, ndugu yangu amekuja, nataka nyumba yangu. Haya ni magumu kwa mwenye ufahamu, makaripio na riba na ukopi. Sura ya thelathini Ampendaye mwanaye atafuliza kumpiga apate kumfurahia hatimaye, amrudie mwanaye. Atapata faida kwake na kuona fahari juu yake, mbele za rafiki zake. Amfundishaye mwanaye atamtia wivu adui yake, na mbele ya rafiki zake atamshangilia. Babaye yuwafa, ila imekuwa kana kwamba hakufa kwa maana ameacha nyuma yake mtu aliye kama yeye. Katika maisha yake alimuona na kumfurahia pia, hapo alipofariki hakusikitika. Aliacha nyuma yake mtu wa kuwalipizia kisasi adui zake, na tena mtu wa kuwalipa rafiki zake hisani yao. Mwenye kumtundua mwanaye na afunge jeraha zake, hata na moyo wake atafadhaika kwa kila akilio. Farasi asiyefungwa huwa mkaidi, na mwana aliyeachwa kwa huwa mkorofi. Ukimkinaisha mtoto wako atakutia fadhaa, ukicheza naye atakuhuzunisha. Usicheke pamoja naye usije ukapata uzuni kwake. Hatimaye utasaga meno yako. Usimpe mamlaka yoyote wakati wa ujana wake wala usiachilie mapam, mapumbavu yake. Uinamishe shingo yake maadamu huyu kijana. Umpige mbavuni wakati wa utoto wake ili asije akawa mkaidi akakuasi. Ikiwamo huzuni moyoni mwako, basi umrudi mwanao na kujitahidi kwa ajili yake. Ushupavu wake usije ukakuchukiza. Yu heri maskini aliye mzima mwenye siha njema kuliko yeye aliye tajiri, naye anasumbuka mwilini mwake. Afya na siha njema ni nzuri kuliko dhahabu safi na roho iliyo hodari kupita mali iliyopimika. Hakuna utajiri kupita afya ya mwili, wala hakuna mali kupita changamoto ya moyo. Kufa kwa faa zaidi kuliko kuishi bure, na raha ya milele kuliko maumivu ya daima. Mambo mema mbele ya kinywa kilichofumbwa ni kama vyakula vilivyowekwa juu ya kaburi. Sadaka huifaidia sanamu namna gani ambayo haili wala hainusi? Ndivyo alivyo mtu mwenye mali asiyeweza kuzifurahia. Usijizamishe roho yako katika huzuni, wala kujikwaza katika shauri lako. Changamko ya moyo ndiyo huzu, uzun, uzima wa mtu, na shangwe kuzidisha siku zake. Ujifurahishe roho yako na kuuburudisha moyo wako, uiondoe huzuni mbali nawe, kwa kuwa huzuni imewaangamiza wengi, wala ndani yake hamna faida. Wivu na hasira pia hupunguza maisha na kujisumbua kwa leta uzee kabla ya wakati wake, bali mtu mwenye moyo mkarimu hufurahi na hufurahi chak chakula chake cha mfaa